Na mbali na hayo wakurugenzi wa vyama vya ushirika kutoka eneo bunge la mlima Elgon kaunti ya Bungoma wamewalaumu maafisa wa usalama kutoka eneo hilo kwa kushirikiana na mabroka wa kahawa kutoka taifa jirani la Uganda wanaonunua zao hilo kwa wakulima. Wakiongozwa na Masibo Cheshari, wanasema licha ya wakurugenzi hao kushiriki kikao na vitengo vya usalama kuhusu namna ya kudhibiti mabroka hao imebainika kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakipokea hongo kutoka kwa mabroka hao na kuwaruhusu kusafirisha kahawa hadi nchi jirani ya Uganda. Wakazi hao wanataka waziri wa usalama kuwapa uhamisho mara moja maafisa hao, kwani hatua ya kuruhusu biashara ghushi ya kahawa huenda ikapotezea taifa hili ushuru wa mamilioni ya fedha. Tumekuwa na mkutano security mara pili mwaka jana tulifanya Mwaka huu karibu e, two weeks ago tumekuwa na security team, tukaelewana tukasema, kwamba tujaribu kusuia kahawa isiende e, Uganda, lakini ninapoongea hivi security team katika hii mlima kuhusu mambo ya smuggling ya kahawa imekuwa mbaya sana na isi kahawa sinapita hata katik, mbele ofisi ya sub county commissioner ya Cheptais DCI ya Cheptais wakiona tu kahawa ikienda ng'ambo hii. Tunaomba cabinet secretary, ingewezekana hii security ime compromise na wale watu ambao wana smago kahawa wakipeleka inji ya Uganda, na ninapoongea tunaambiwa wanalipwa hata shilingi 200 pikipiki moja. Kama serikali ya Kenya, tuko napoleza ushuru mingi sana hiyo so, ushuru ndio ingetumika kuandika watu kazi hapa Kenya na barabara zingejengwa. The most is the second most traded com commodity in the world. Mambo ya Januari. Si mbali, si kuna mambo ya fees, kuna mambo ya kununua mbolea, kuna mambo ya kulima shamba. Kama sasa hivi tunapeleka kahawa Uganda, tunatumia pesa yote kwa sasa. Mambo ya fees Januari itakuwa shida, watu wetu watakaa nyumbani. Mambo ya kulima shamba itakuwa ngumu, hata pesa ya kutunza hii kahawa tena itakuwa ngumu sana. Kwa mfano, kama Kibingei Factory, tumekuwa na watchman ambaye aliuliwa vibaya na mpaka sasa hivi hata mshikiwa hata mmoja peke yake hajashikwa. Maana mwananchi wa kahawa ako na haki ya kulindwa na mali yake. Lakini sisi Mount Elgon hatulindu na mali yetu. Mali yetu nyingi inaenda Uganda. So tungependa to arrest that station.